Leo tukiachana na mambo ya ufugaji ambayo kila siku wanafundisha hapa, ufugaji wa sungura, bata, kuku, ng'ombe wa maziwa na vingine. Leo nataka tuongee kitu ambacho ni cha msingi pia kwa mfugaji yeyote yule na mtu yeyote tu, ni issue ya budget, jinsi ya kupanga budget. Okay, huu ni mwanzo wa mwaka, sijui mwaka jana alikuwa anapanga budget kwa njia gani, lakini nadhani nikupe hii njia ambayo inaweza kukusaidia. Njia inaitwa 50 30 20. Asilimia 50 ya kipato chako kiende kwenye mahitaji ya muhimu au ya lazima, unahitaji needs vitu kama hivi: makazi, umeme, maji, usafiri, chakula, mawasiliano ni asilimia hamsini ya kipato chako. Asilimia thelathini hii iende kwenye matamanio au wants. Vitu kama burudani, kutoka out, eh, kufanya shopping, kwenda kwenye migahawa kula mitoko na vacation kama hivyo hapo, hiyo iwe asilimia thelathini ya kipato chako, alafu asilimia ishirini iende kwenye uwekezaji au investment. Hapa sasa kuna kulipa madeni, eh, kuna mfuko wa dharura, kuna maandalizi ya kustaafu wale ambao wameajiriwa hata ambaye hajaajiriwa pia anaweza kwa, anajiandaa kwa ajili ya kustaafu na pia kuna uwekezaji kwenye hii asilimia ishirini. Kwa, nimeona ni ni kushirikisha hiyo njia ambayo unaweza kutumia kupanga bajeti hata kama hujawahi kuwa na uzoefu wa kupanga bajeti. Hii ni Kisinza Farm. Tunafundisha kuhusu ufugaji wa kuku, bata, ng'ombe wa maziwa na sungura. Endelea kubaki nasi, endelea kujifunza kutoka kwetu. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya Kisinza Farm, saw kufanya hivyo ili ujifunze zaidi kuhusu ufugaji wa sungura, bata, kuku na ng'ombe wa maziwa.